Mambo vipi? This is Konde Boy, Jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa kwa address hili jambo na mhusuo mdogo wangu Chinga. Ah, um, kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye lebo aka independent artist. Ah, uh, nami nilimjibu straight kwamba mdogo wangu wish all the best. Yeah. I got you back all the time. As usual. Catching na viongozi wa Konde Gang video contacts. Mfano laizi, mbona mnafanyaje? Eh uh, yeah. Contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master, kununua ku own master. Kisema master inamaanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote, hata zile ambazo amezifanya mimi, ili ziwe za kwake lifetime. Hizo zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua, hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign 4 years ago, na kampuni ya Konde Music. Uh, hayo ndio kulikuwa ni mazungumzo na yeah. Lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye um, akaja kusema ni social media kwamba nimemdai uh, kiasi cha bilioni moja uh, nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja na um, nisingependa pesa yangu tena ije uh, so, um, I kunichafua mwenyewe did my best. I wish him all the best. Nampenda sana msupoti ni sana, he's uh, a independent artist from now on. Nikiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni, fanye pata riski, aisaidie ya familia yake na uh, even though lengo tupate riski wote, kama ilivyo mwanzo as you know, ni biashara na tuko tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza career ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchinji maisha yake. So far, tumshukuru Mungu kwa support yetu uh, tumeweza kufanikisha kuwaletea kwa, kwa, kwa, kwa superstars kadhaa ikiwemo chinga kina Anjella Kili Chidi walikuwa poka na Country Boy, na wao wote walivyoondoka hakuja kuwa na matatizo yote, na wote wana own masters zao, na yeah, for good and for peace, hamna mtu yote mwenye malalamiko ma, ya kudaiwa. So, uh,